hitaji kuwa na imani Una mambo ambayo unayo yanakusumbua. Hata watu wakisema hapa kwamba jamani, tuombe, umeishaomba mpaka umechoka. Umefika mahali watu wakiomba unawaangalia tu. Pasta alisema hapa kidogo kwamba kuna wakati amekuwa anashawishika kuamini kwamba hakuna Mungu. Unaweza ukamshangaa, lakini katika uzoefu wetu wa maisha wenda kila mtu alishafika mahali akafikiri kwamba Mungu hayupo, kwa sababu ya yale ambayo tunakutana nayo. Lakini neno linatuambia tutakwenda tukimtegemea, kutaambatana na kuamini. Kuamini kutakufanya udumu katika neno lake, katika tumaini, nitakwenda nikimtegemea Yesu.